Hapa hapa Pemba na ndege na baadaye ukaendelea na zile ziara kote, watu walikuwa wamefurika. Chande anakubalika kwa kiasi gani? Pengine hebu tueleze, Chande anakubalika kwa kiasi gani, mpaka mamia na maelfu ya watu wale ikawa namna hiyo? Jana, kwanza ni kushukuru sana kwa swala zako zuri, lakini pili tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Rahim. Eh, kwa sababu juu ya kila kitu yeye ndio mwenye uweza mm. na hata mapenzi basi Allah ndio anaunganisha, lakini pili tumshukuru sana sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uh, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mwenyekiti pia wa chama chetu cha Mapinduzi. <coughs> tumshukuru sana sana, mm -hmm. sana uh, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar mm -hmm. na pia ni mwenye, ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa ujumla mimi niseme, mashahidi ni nyinyi kwa sababu, uh, waandishi wa habari mna masikio marefu na macho yenye nuru kali mm. E, sasa Chande wamemkubali kwa kiasi gani? imani yangu nyie mmeliona zaidi kuliko hata mimi mm. lakini ninachosema kwamba uh, jimbo la Kojani lakini wilaya Wete, mkoa wa kaskazini na mkoa wa kusini pia mm wananikubali sana na hii ni kwa sababu ya mapenzi yangu na imani yangu kwao. Mimi tangu nimeanza uh, kumaliza masomo yangu mm. basi niko kwa jamii, tena niko kwa watu wa chini kabisa mm. Yani mimi lazima nimfikie kila mtu kule aliko, na na kujua changamoto changamoto changamoto zake, na anapokuja changamoto yake nasikiliza, kama changamoto yake ile naweza kutatua, namwambia naweza, siwezi namwambia hii siwezi, lakini nakushauri mbili, tatu. mm -hmm. Na hivi kabla ya kuingia kwenye siasa mimi hakuna mtaa ambao sikuufikia mm -hmm. kutatua baadhi ya changamoto kwa sababu nilikuwa nazijua kwa kuziona mm -hmm. na kuzisikia na kufuatilia mm -hmm. kwa hiyo nadhani hicho kimepelekea watu uh, kuwa na mapenzi makubwa sana mimi mm -hmm. Kwa mfano hiyo jana baada ya mamia ya watu kumaliza mkutano mm -hmm nyumbani nifika nifikiri, mm -hmm. huko mkutano mwingine mm -hmm. mpaka saa tisa usiku ndo nimelala mimi, hujalala ya kabisa, lazima nimsikilize mmoja baada ya mwingine. Wasaidizi wangu amechoka, eh, hapana, wacha niwasikilize, yani haki yao, ni siku nyingi hatujaonana. mm -hmm. Basi nimesikiliza mpaka nadhani, saa tisa ndo nimeanza kulala kwao. Nadhani hicho ndo kimepelekea mapenzi kwao, lakini mimi nawapenda zaidi, nawapenda sana na wala sipendi wa aina fulani. Wananchi wote mimi niko karibu nao na nawapenda sana. <tuh> mtazamaji wa Manyunyu TV, kama ndo kwanza umejiunga nasi, tuko katika visiwa vya marashi ya karafuu, Pemba ya Kusini. Hapa tuko Pemba ya Kusini, lakini tunayezungumza naye ni mbunge wa jimbo la Kojani ambalo linapatikana katika mkoa wa Pemba ya Kaskazini. Tupo naye hapa, Mheshimiwa Hamad Hassan Chande, mbunge wa jimbo la Kojani, na jana tu amefanya makubwa sana hapa katika jimbo lake, lakini katika wilaya hii ya Wete na mkoa wa kaskazini Pemba hata kusini pia. Sasa kabla hatujaendelea sana mheshimiwa, natamani sana ni kuuliza hili swali kwanza. nyuma ya kamera niko na kru nzima ya Manyunyu TV, Ben mwekezaji, lakini tupo na Oscar eh, Msigwa, bila kusahau mhariri eh, na mwendeshaji wa vipindi Happy Bali sidi atuponao wote hapa kuhakikisha kwamba vyote vile ambavyo unavikusudia uvipate kutoka kwetu unavipata kwa usahihi kabisa. Na usisahau kutufuata katika vyanzo vyetu vyote vya mitandao ya kijamii, ili uwe miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kupata taarifa zote zinazojiri ndani na nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Manyunyu TV. Mheshimiwa, tunafahamu wewe ni mchumi kitaaluma na ni mchumi wenye mikakati kama ulivyowahi kujinasibu huko nyuma kwamba wewe ni mchumi ambaye unakwenda kwa mikakati. Ni naibu waziri wa fedha katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alhamisi ya juma hili bajeti kuu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliwasilishwa na waziri wako ambaye wanamsaidia kama naibu waziri Daktari eh, Lameck Mwigulu Nchemba wakati anazungumza wakati anahitimisha pale alisema, alikuwa anamwambia e, Mheshimiwa Spika, anamwambia Mheshimiwa Spika, sina budi ya kumshukuru msaidizi wangu kwa maana ya naibu waziri wa fedha, na akasema huyu ni naibu waziri wa fedha mwenye viwango hmm, vinavyokivi kuitumikia wizara ya fedha. Nakumbuka bajeti ya takribani trilioni milioni sita nukta nne tisa imewasilishwa kwa mwaka huu 2025 2026, ukiwa wewe ni miongoni mwa walioipika, na hapa tunazungumza tukiwa upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya Zanzibar. Tueleze, waeleze Wazanzibari, waeleze Wazanzibara, bajeti hii ya trilioni hamsini na sita ina taswira gani kwa wananchi? Eh, nakushukuru sana kwa swala zuri. Mm -hmm. Na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wangu wa fedha, Daktari Mwegulu Mchemba kwa uwasilishaji mzuri, maana yake aliwasilisha kwa ufanisi mkubwa na uweledi mkubwa sana. mm -hmm. Nadhani kila mmoja wetu alikuwa ni shahidi wakati anamsikiliza pale, lakini tumshukuru zaidi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu hotuba ile kwa asilimia kubwa ni ya kwake mwenyewe. mm -hmm. ya kabla kwenda kusoma hotuba kwa mbele ya bunge lazima mtoe taarifa kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa mm -hmm. Tanzania naye anasema kabisa hili, ondoa hili, weka hili, ondoa kwa maslahi ya taifa na wananchi wetu. mm -hmm. taswira ya bajeti ile, niliwahi kusema wakati naongea na waandishi wa habari mara moja, mm -hmm. kwamba bajeti ya mara hii ni bajeti ya wananchi. trilioni zile 56.4 zinaenda kutumika kwa maslahi ya wananchi wenyewe. Umeona mm -hmm. uh, baadhi ya sekta kwa mfano kama kilimo, mifugo uvuvi zimeenda kushibishwa bajeti kubwa sana, yani fedha nyingi sana, ili kusudi waweze kuzalisha, na hizo ni sehemu ambazo wananchi wetu walio wengi, tunaambiwa Tanzania karibu asilimia sabini ni wakulima. Kwa hiyo bajeti imeenda kuongezewa na imepewa imepewa mwanya mzuri sana, hata madirisha madogo madogo wizara ya kilimo huwa yanapata madirisha ya kufanya kubadilisha kubadilisha nani bajeti kutoa hapa kupeleka huku, eh, kwa ajili ya kushibisha eneo husika. Um, niliposema ni wananchi wananchi wengi wako kilimo, wananchi wengi wako wavuvi, wafugaji. Bajeti ile inaenda kuwanufaisha wao kwa asilimia kubwa sana, lakini haikuacha mtu hata. Nadhani mlimsikia Mheshimiwa Waziri, hata waendesha boda boda, mm -hmm, wameenda kufutiwa kodi zao zile na kupunguzwa, uh, kupunguziwa ile bei ya leseni zao, ili kusudi waweze kuafordi maisha yao na familia zao ziwazunguka. Kwa hiyo mm, mimi nawashukuru sana. mm. Mm. mm, na mara nyingi bajeti, tunapozungumzia bajeti, mara nyingi unazungumza katika muktadha wa makusanyo na namna tutakavyotumia. Yeah. Ina manufaa gani Bara? Ina manufaa gani Zanzibar? akokole manufaa ni makubwa sana kwa pande zote mbili. Kwanza, kwa nafasi yangu ya naibu waziri wa fedha, naomba nimpongeze sana kamishna wa mamlaka ya mapato Tanzania, kwa uweledi wake na ufundi wake katika ukusanyaji, kwa sababu Mheshimiwa Rais alisema isitokee mahali mnaenda kukusanya ka kodi kama vile ni askari wa aina gani, kutumia nguvu amri. Hapana, ninyi kaeni nao kama rafiki kwao. Nawapongeza sana hasa hasa hasa kamishna anawaita wafanya biashara wakubwa, wadogo, wakati wanabadilishana mawazo kwa kukusanya kodi kwa hiari bila shuruti, na nimefurahishwa na mkakati wao wao, wako na mkakati wao mmoja, wanasema e, tuwajibike, tuwajibike. Maana yake nini? Mteja um, mteja yani mwananchi unapokwenda kwa mfanya biashara kununua bidhaa yoyote, unaomba risiti na risiti hiyo iwe ni halali kwa bei halisi na kwa kitu halisi. Lakini uh, ukidai risiti, wajibu wake uh, mfanya biashara atoe risiti na yeye bila shuruti mm -hmm, aipeleke kwa alonunua bidhaa, nayo pia iwe na sifa hizo hizo, iwe halali, iwe ni halisia. Lakini hilo kama alitoshi, mkusanyaji yn yani, wa mamlaka ya Tanzania fedha ile na yeye aipeleke mfuko mkuu wa serikali bila kupindapinda ku, maanake wako baadhi ya watumishi wanakosa uaminifu, ni baadhi tu wachache wa, moja waipeleke mfuko mkuu wa serikali ili wananchi wafaidike. Wajibu wa serikali, kila mmoja leo anaona kwamba serikali ikishapokea fedha inaenda kwenye miradi ya kimkakati na miradi ya kawaida. Wote sisi ni mashahidi, tumeona SGR kodi ya wananchi wenyewe tumeenda sasa hivi, tunaenda kwenye mwendo kasi, mabasi ya mwendo kasi tayari. Rais ina dhamira kununua mabasi Uh, yaani serikali ina dhamira kununua mabasi mengi sana ndani hmm, ya kipindi, nadhani paka mwezi wa 8 wa 9 itakuwa mabasi yameshafika hapa hmm, ili wananchi wasiwe wanapata shida kwenye usafiri, hasa hasa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni kodi yao yenye serikali inapeleka ile fedha baada ya kushapokea kwa kusanya mapato, lakini nini baadaye So, so, so, so, iwa, tuwajibike wote, maana yake wananchi na wao wanapaswa kupokea miradi yao kuitunza na kuienzi kama ni ya kwao. mm -hmm. Changamoto ambayo tunakutana nayo wakati mwingine, uh, Tanzania, baadhi ya watu wanakosa kuelewa kwamba labda SGR hii ni ya kwangu. mm -hmm. E, ile uh, kulipa ada kwa ajili ya usafiri ile ni matokeo, kwa sababu ni utaratibu, lazima iwe na services, lakini SGR miundombinu SGR yenyewe ile treni ni ya kwao wenyewe, na miradi mengine, bwawa la Nyerere leo ni la kwao wananchi wenyewe, na mtu atembee kifua mbele kabisa kwamba mimi nimejenga hili. Kwa hiyo aendelee kutunza, kuhifadhi, alinde kwa maslahi yake na kwa taifa kwa jumla. Naam, tu, tunalo baraza la wawakilishi kwa maana ya wabunge wanaokuwa wanatokea upande wa Zanzibari, lakini tunalo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa bahati nzuri, wewe umepata nafasi ya kutumika sasa kama, kama msemaji upande wa serikali, unaisemea serikali pale wabunge wanapokuwa wanauliza maswali. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni awamu ya nane kwa Zanzibar ya hmm. urais na ni wa awamu ya, ya sita kwa urais katika, katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe umepata bahati katika miaka yako mitano hii ya kwanza kama mbunge kwa maana ya uwakilishi huku jimbo la Kojani na ukapata bahati ya kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa hmm. naibu waziri wa fedha. hmm. natamani hmm. nisikie, kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu muda sio mrefu, raisi Daktari Hussein al Hassan Mwinyi kwa maana ya upande wa huku Zanzibar katika awamu yake hii ya nane na miaka yake mitano kwenye hatamu na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na awamu yake ya sita wana tafsiri gani? Tuanze na rais wa Jamhuri ya Muungano wana tafsiri ipi? um tafsiri kwa uh, upa upande wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mm -hmm, niliwahi kusema mara kadhaa mm -hmm, kwamba mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm -hmm, yuko na sifa ya kipekee sifa hebe. Moja ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni uwezo mkubwa sana wa kutafsiri mm -hmm, sera kutoka kwenye makaratasi kutoka kwenye mito wa watu kuwa vitendo mm -hmm, yani uwezo wake wa kubadilisha au wa kutafsiri sera kwa vitendo T tulikuwa na sera nyingi sana. Tunataka kujenga bwawa la Nyerere, tunataka kujenga SGR, tunataka kujenga. Mheshimiwa rais aliyotangulia alianzisha eh, Dkt. Magufuli alianzisha, lakini alifika kiwango kidogo. Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. kaenda kuyatafsiri yale, na tulikuwa katika wakati mgumu sana, wakati ambao kuondokewa ni mtihani kidogo. Yaani kuondoka bosi wako, rais wako, au kuondokewa na baba kwenye family ni mtihani kidogo. Kwa vyovyote pamoja na umahiri wako utayumba. Lakini mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ya uwezo wake hakuyumba. Alisimama imara sana. Eh? Chozi linatoka kwenye macho na huzuni kwenye moyo wake inapita, lakini anasema nataka ni wewe, akili yake sasa. Nataka ni mwenzi kwa vitendo, mheshimiwa rais ambaye ametangulia mbele ya haki na hicho nahicho, ndo chokifanya, ndo maana miradi yote aliendeleza mpaka kufikia kukamilika, na yeye akacreate mengine kwa uwezo wake wa kutafsiri sera kwa vitendo mm. Leo tumefika pazuri mahali ambapo <coughs> mahali ambapo huko nyuma um, kila mwaka kupeleka wanafunzi kutoka msingi hadi sekondari walikuwa tunatumia awamu moja mbili hadi tatu mpaka nne mm. Lakini kwa sasa wote tunaenda kwa awamu moja, haikuwa o yani, wanafunzi wanamaliza wote mkupuo mmoja wanaingia sekondari kwa sababu ya miundo mbinu mizuri ambayo imewekwa ya elimu, lakini kwa sababu na ongezeko la ajira kubwa sana ya walimu. Lakini pili, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukienda kwenye, kwenye kwenye upande wa afya, miundombinu ya afya, vifaa tiba, haikuwahi kutokea kuwa na utalii tiba sisi, lakini leo Zambia, Kongo, Komoro wanakuja kujifunza. Wana kujifunza na wanakuja pia kutibiwa wana. Wanakuja kutibiwa tunapata, tunapata hata hela za kigeni. Wanakuja kutibiwa Tanzania. Tunao sasa hivi. Sasa hivi ukienda kutembelea pale <lipalimu> eh kwa kwa nani daktari Kisenge pale watu wagonjwa ya moyo na nani? Utakuta <lipalimu> wagonjwa kutoka sehemu mbali mbali wa ukanda wa Sadeki wako pale. Uwe kwa hiyo ni uwezo mkubwa ule ambao Mheshimiwa Rais anao wa kutafsiri sera kwa vitendo. Lakini tafsiri yake haiko huko tu. Sifa moja ya mama ambayo walio wengi hawaijui. Mama ana siri moja. Mama uwezo wake mwingine mkubwa alionao ni kutafsiri chozi ama sauti ya kilio cha mtoto wake kwa vitendo, hili wakina baba tunashindwa. mm. Ni mama peke yake anayo uwezo wa kutafsiri kilio au chozi la mtoto wake. mm -hmm. we, we, we, hapo kwa vitendo. Hapo unapozungumza wengi wamekuwa wakisema kwamba mama inawezekana anafanya vizuri sana, mm. kwa sababu ya hurka na haiba ya umama, kwamba yeye ni mzazi ni kabisa, mlezi kabisa, lakini ni mama. Hilo limemsaidia kwa kiasi gani? Hili limemsaidia sana sana. Hili limemsaidia sana kwa sababu mama unapokuwa na mtoto hata wa mwezi mmoja mm. akilia sauti yake mama anatafsiri mm -hmm. kwamba kwa sauti hii sasa mtoto hapa ana hali fulani, labda anahisi njaa. E, leti uji. No. <laughs> kijiko cha uji anakunywa akilia kuna sauti fulani, mama anatafsiri, sasa mmm, hii sasa anahisi usingizi. mm -hmm. anawekea mazingira mazuri na analala kweli. mmm -hmm. Akishtuka namna alivyotoa sauti, anajua ah, sasa ni maumivu. mm huwa -hmm. ana maumivu fulani <laughs> au labda pengine nepi nini imembana bana. mm -hmm. ni mama anaweza. Ndio maana sasa, ndio maana sasa, sekta ya kilimo, sekta ya maji mm -hmm. sekta ya elimu mm -hmm. sekta ya afya, sauti zao zote Mheshimiwa Rais amezisikia mm -hmm. na amezitafsiri kwa vitendo Waliolia kwamba tuna uhaba wa madarasa, sasa hivi yamekuwa ziada. Waliolia tuna uhaba wa walimu, sasa hivi alhamdulillah kwa kiasi kubwa asilimia themani na tano themani na nane tumefikia. Lakini wanaolia kwamba hatuna umeme, sauti yao imesikika, umeme mpaka vijijini huko amepatikana. Waliolia hatuna kituo cha afya, hatuna vifaa tiba, mheshimiwa Rais ametafsiri. Manake nakusudia kusema sauti zote mama anazitafsiri na anaenda kwa vitendo, na hata wale ambao wanasema labda kwenye mitandao au kwenye vyombo vingine vya habari la ku criticize ni kwa sababu ya uelewa tu mdogo na ile kasumba ambayo baadhi ya watu wako nayo, lakini kama wangekuwa wanafuatilia ambayo ameyafanya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nadhani kusingekuwa na Mtanzania ambaye analalamika au na kusema wanaoyasema. Hapa meza ya duara, majadiliano na mazungumzo na mheshimiwa huyu. Ni mbunge wa jimbo la Kojani, naibu waziri wa fedha wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hamad Hassan Chande. Daktari wanamuita wengine daktari huyu, lakini kwa ubobezi yeye ni mchumi aliyebobea katika masuala ya fedha, na ndio maana mheshimiwa rais wa daktari, eh, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliona ni vema mtu huyu amsaidie Dr. Mwigulu Lameke Nchemba katika utumishi wa wizara ya fedha. Sasa nipo naye hapa kama nilivyokufahamisha, huyu ni mbunge wa jimbo la Kojani. Mheshimiwa, nilitamani sana kufahamu japo kwa muda e, mfupi sana useme kidogo sana, kwa sababu jana uliyasema mengi, na ni vizuri watu wengine pia wakayasikia, kwa sababu wengine hawakuwepo kwenye mkutano ule wa hadhara wa jana. Tunafahamu, e, pamoja na mambo yako mengi sana wewe sasa ni mwakilishi wa wananchi wa Kojani, wewe ndiye unayewasemea kule kwenye bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na serikalini kwa ujumla. Kojani ya wakati ule miaka mitano nyuma kabla yako na Kojani ya sasa iko namna gani? Na hapa nataka kumaanisha utekelezaji wa ilani ya chama chako cha mapinduzi na ahadi zako binafsi, kwa dakika fupi sana asante. Ume, ume, ume sana umeuliza mm -hmm. Swala zuri sana na swala ambalo linapendeza Mm -hmm. Eh, ninachotaka kusema kwenye strategic plan ambayo niliandaa ya miaka mitano, na wewe ni mtu wa mkakati kabisa, mmoja kati ya dondoo ama title ambayo nimeweka Kojani tu itakayo. Sio Kojani tunayoitaka. Kuna tofauti. itakayo. Itakayo. Manake inahitaji hatua. Eh, eh. Nashukuru Mungu tumefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. nilitamani Kojani tuone magorofa kwa ajili ya vituo vya afya. Ile limewezekana. nilitamani kuona uh, shule Kojani kwa kiwango cha maghorofa na kuwa na facility zote. Leo ukienda kwenye computer lab kwenye shule zangu za Kojani, wewe hmm, mwenyewe hotowaamini, utafikiri ah, <laughs> labda hapa sipo Kojani, Kojanisakii. <laughs> E, miundombinu ya barabara ambao bara, sasa hivi tunaenda kumalizia uh, ni barabara tatu bara, kuu ambazo tumeshafika kiwango cha kokoto yaani kiwango cha kifusi, tunatarajia mvua zikimaliza tu hizi, tunaenda kuweka lami. Kwa hiyo hata hapa ifi, ifikapo ifikapo Septemba mwaka huu tumemaliza kuweka lami katika barabara hizo, lakini tayari tuko kwenye mchakato wa kuanzisha barabara nyingine. Hii ndio Kojani tuitakayo. Lakini Kojani tuitakayo, mimi nimerithi Kojani au nimegomboa kwenye rehani, ilikuwa kwenye rehani wa upinzani wakati huo. Wanafunzi ambaye anapata division 3 huyo ndo alikuwa anaonekana na miujiza ya uelewa Mm -hmm. Eh, kwa sababu tu ya mikakati. Miujiza me ya sio sio jitihada za walimu. Ay, na miundombinu. Kabisa kabisa. Inaonekana ni miujiza kabisa. Mm -hmm. Lakini mara tu baada ya kuingia mimi niliwaita walimu, walimu wakuu na walimu wa kawaida na wengine mwasafirisha kabisa. Kwenda nao kwenda nao Tanzania bara kwa ajili ya kujifunza Arusha, Dodoma, kubadilishana mawazo na walimu wenzao. Walipokuja depend wamenipa report au mimi report yao, mimi nikaandaa mikakati fanye mm -hmm. hivi hivi. Na miongoni mwa mikakati yetu tunachukua walimu ambao huko tuna upungufu nao walimu wa science mm -hmm wanakuja tunafanya kambi ya miezi minne mitatu, mimi ndo na facilitate kila kitu <coughs> Sasa ninachokwambia uh, tunafika hadi division one ishirini, kumi na nane na mpango maalumu ambao tumeweka ni kufuta zero. <coughs> Jimbo la Kojani hilo tumefanikiwa kwa kiasi fulani kama asilimia sitini, lakini like, tuna matarajio ifikapo mwishoni mwa mwaka huu tutafika asilimia themanini. Mm-hmm. Kwa, kwa kumalizia, kabisa kwa kumalizia, kwa sababu muda wetu pia unakimbia sana, kwa kumalizia sana uh, jana wakati unazungumza na wale waheshimiwa pale si Manyunyu TV tulikuwa tunakuletea mubashara kabisa mahojiano ya moja kwa moja kati ya mbunge wa jimbo hili la Kojani, mkoa wa kaskazini Pemba. Tulikuwa naye hapa na kila kitu kimekwenda vizuri, umemsikia namna mwenyewe ambavyo. Wanaweza neno lako mwisho kwa wanakojani, ilikeano yao mazuri na wapokezi yao makubwa sana mimi nawaahidi kabisa yale ambayo tumeaahidi kwao, tutayamalizia tuta, maana tumeshatekeleza, tutamalizia, lakini watarajie makubwa sana na mabadiliko ndani ya jimbo la Kojani. Asante sana no, asante, asante, asante, asante, asante, asante. Asante.